Katibu wa Jumuiya ya Wazazi Chama cha Mapinduzi CCM Wilaya Ilala Comrade Mtiti Jirabi Mbassa leo Novemba 19, mwaka huu ameendelea na ziara ya kikazi katika shule ya msingi Misewe, Mnyamani, Buguruni pamoja na shule ya sekondari Liwiti kwa ajili ya kukagua uharibifu wa miundombinu ya shule hizo uliotokana na vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, mwaka huu. Akiwa katika shule hizo amefanya kikao kazi na uongozi wa shule pamoja na kukagua miundombinu ya shule ikiwemo magari kuchomwa moto, kuvunjwa kwa madawati, pamoja na baadhi ya madarasa kunusurika kuchomwa moto. Kwa hiyo athari nilizojionea e, na hasa shule shule ya ya Mnyamani ya msingi, gari tatu zime, nimeshuhudia zimechomwa moto na pikipiki moja, lakini kuna athara ya ya mali za za shule nazo zimeteketea kwa moto, na walikuwa wanaenda kuchoma na madawati katika hiyo shule, na hatimaye eh, wame, wame, wame, wamefanikiwa kuchoma, lakini si kwa vile. Sasa mimi ni waombe, wito wangu ni waombe walimu, lakini ni waombe wazazi, kwa namna moja ama nyingine, kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam chini ya mkuu wetu wa wilaya ndugu e, Edward Mpogolo e, hali ya ulinzi na usalama imeimarika na iko vizuri. Hali ya amani inaendelea kutamalaki nchi nzima, lakini kwenye halmashauri ya jiji la Dar es Salaam hali ya amani inaendelea kutamalaki na watu wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida, na shuleni watoto wanaendelea kufika shuleni. E, nitoe wito kwa wazazi, waendeleeni kuwaleta watoto shuleni, lakini nitoe wito kwa walimu, waendelee kufundisha wasiwe na miemko ya kufikiri na kufikiria kwamba leo lilitokea hili kesho litatokea hili. Kwa hiyo wao waendelee kufundisha na wawe na, na amani na tuko pamoja nao, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuimarisha e, ulinzi na usalama katika kila eneo. Naitwa Mwalimu Pisila Matias Masawe, mwalimu mkuu shule ya msingi Mnyamani. Shule ya msingi Mnyamani iko kata ya Mnyamani kwenye mtaa wa Faru Mnamo mm, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano shule ya msingi Mnyamani ilikuwa ni kituo kikuu cha uchaguzi kwa kata ya Mnyamani. Kwa hiyo kulikuwa kuna kituo kikuu cha uchaguzi pamoja na vituo vidogo vidogo ishirini vya uchaguzi. Kwa hiyo zoezi la uchaguzi lilifanyikia hapa shuleni, shule ya msingi Mnyamani. Kwenye zoezi la uchaguzi, kwa bahati mbaya zilitokea vurugu. Hizo vurugu zilituathiri kama shule kwa baadhi ya miundombinu ili, iliathirika. Miundombinu hiyo ni kulitokea uvunjifu wa madawati ishirini na saba, viti vya wanafunzi vya awali kumi na nane, nyaya za umeme wiring ziliungua kwa sababu pali, pali, pali, kituo kilipovamiwa wali, waliwasha moto koo yalichomwa. magari matatu IC moja IC moja kulikuwa kuna it moja na gari aina nyingine ya Nissan pia ilichomwa, pikipiki ya msimamizi wa uchaguzi. Jengo la utawala liliathirika, lilichomwa eneo ya ceiling board, pamoja na ukuta. Madarasa mawili pia milango yake ilivunjwa. Kwa hiyo zoezi la ufundishaji na ujifunzaji kwa kweli kwa kwa namna moja lilioathirika, lakini tumekaa na watoto wetu tumewa cancel na wenyewe, wametuzoea kwao, ilisaidia imechangia, hali imeshakaa sawa kabisa, wanafunzi wako very comfortable. Tunaendelea na masomo kama kawaida. Wito kwa jamii, sehemu kama taasisi, mfano shule ya msingi Mnyamani kwa kata ya Mnyamani, shule ya msingi Mnyamani ni shule pekee mpaka sasa hivi. Shule ya msingi Mnyamani tuna darasa la awali darasa la kwanza na darasa la pili. Jumla ya wanafunzi tuna wanafunzi elfu moja na hamsini na tano shule ina madarasa tisa. Kifupi bado hatuna hatu madarasa ambayo yanaweza kuakomodeti kwa kuwahudumia kwa, kwa watoto wote hilo. Kwa hiyo unaona umuhimu wa hii shule. Hii shule ni muhimu sana kwa kata yetu. Sasa akitokea tena mtu akatuharibia miundombinu, kiukweli anaturudisha nyuma sana. Hii shule ni muhimu sana kwa wananyamani, hii shule ni muhimu sana kwa jamii. Kwayo tujaribu kukitunza hiki tulichokuwa nacho. Ni very potential. Yangu ni Ayubu Twahir Mohamed ni mwalimu mkuu wa Shule ya Msingi Buguruni. Siku ya leo tumepata ugeni wa katibu wa wazazi wilaya ambaye amekuja kututembelea kwa ajili ya kufanya tathmini au kuthibitisha uh, tathmini juu ambayo ilitolewa juu ya athari mbalimbali zilizotokana na uh, uchaguzi ambao ulifanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Sisi kwa upande wetu wa shule ya msingi Buguruni, tunamshukuru Mwenyezi Mungu e, pamoja na athari zilizokuwa zimejitokeza nje, lakini kwa upande wa shule hakuna athari ambayo ilitukumba, ili, ili kwa upande wa miundombinu. Na hivi tunavyoongea, e, vijana bado wako shuleni kwa ajili ya masomo. Uh, walimu na wenyewe pia wako shuleni hasa baada ya tamko la serikali ambalo lenye kuonesha hali ya usalama ukuwa umetengamaa. Athari ndogo tu zilizokuwa zimejitokeza ni kwa baadhi ya samani za shule ambazo zilikuwa zimetokea zime zimepelekwa zimepele nje ya ya shule kwa ajili ya kukamilisha harakati za, za, za uchaguzi, lakini ukiondoa athari hizo, lakini ndani ya mazingira tunamshukuru Mwenyezi Mungu na hivi tunavyoongea, harakati za masomo zinaendelea kama kawaida, watoto wanafika shuleni, walimu wanakuja na watoto wanapata stahiki zao. Kubwa zaidi, tunamshukuru na kumpongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuchaguliwa, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba hali ya amani na usalama imerudi na wananchi wanaendelea na majukumu yao kama kawaida zaidi ya yote ni wapongeze wale wote ambao wanasimamia hali ya usalama kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuwa katika hali ya amani. kwa na jina naitwa Mwanaidi Sultani Mazola mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Madenge kata ya Buguruni. Na changamoto ilitokea siku ya uchaguzi tarehe 29 majira ya saa saba, tulivamiwa na hao wenzetu wanaosema wanaandamana, walivamia vituo. Tulikuwa na vituo saba hapa nje, wakachoma moto maturubai, baada ya pale wakachoma moto na ofisi kama unavyoona hapo, una tulichookoa kwa siku ile. Samani zote za ndani zimeungua zote, viti, meza, makabati na kila kitu kilichomo ndani ya ofisi hakuna tulichotoa. Kwa changamoto yetu ndio hiyo, jengo hili halifai kabisa, ni la kuvunja na kuanza kujenga upya. Kwa hiyo tuombe serikali yetu, tuangalie kwa jicho la tatu, kama tuna changamoto hii hapa, ya ofisi hatuna, na pia mpaka mihuri imeungua. Kwa wanafunzi wetu, wananchi wanapata shida ya huduma, watumia huduma kwa mtendaji wa kata kwa tunaomba serikali yetu pia na Chama cha Mapinduzi tusaidie tupate ofisi nyingine ili tuendelee na huduma kwa wananchi. Na pia nishukuru Jumuiya ya Wazazi ngazi ya tawi na kata, pia na wilaya kwa kuja kututembelea na kujua changamoto zetu, pia na kutufariji kwa hili lililotokea. Asante sana, nashukuru.